juzi alisema ni shilingi mia, uh, shilingi elfu tatu mia ta Mia tano, na ile ilikuwa elfu saba iletwe elfu tano. Rais akiongea kitu inatekelezwa siku hiyo mm. Juzi alisimama akasema mambo ya kitambulisho kulipiwa pesa hakuna imesha simuona Murkomen. Juzi aliandika kwa gazeti, uh, jana Kenya Gazeti kwamba hiyo kitu imetolewa. Kwa nini yetu rais aliongea wiki sini wiki kama wiki tatu zilizopita. Paka saa hii, hiyo hiyo mimi nitaenda kwa karibu na wale ambao wamekatiwa hizo resiti naomba mpeane, pigwe picha nitumanie kwa WhatsApp. Sawa. mimi naomba, 0723 WhatsApp tafadhali mimi naomba tuwezi 07338748 hata wale unajua, hata wale hawalimi hawalimi kwa sababu ya shida, hakuna mtu ataki kulima sawa. Sasa eh, alafu kuna kitu nyingine nataka niwaeleze kidogo ambayo imetuletea shida. Tuko na shida ya basari basari. Kidogo tulikuwa na changamoto na gavana wetu mbeleni, tulikaa tukaongea, hata tulipelekana kotini, lakini koti ikaamua, ingawa kesi haijaisha, lakini kesi koti wakasema ile sheria ambayo MCS wametengeza iendelee watoto wapete, wapate basari, basari. Uh, upande wa gavana gavana naye anasema yeye ndo atatoa basari yes, lakini sisi tuliona kwamba sisi ambaye tuko hapa ndo tunajua shida ya watu kuliko gavana ambaye ako sangine aonekani ako Nairobi hata mm. Wakasema kupitia kwa ward administrators. Ward administrator, ni mtu anakaa bura hii mwezi tano mwaka moja anapigwa transfer mm, hawezi <coughs> jua shida ya kila mtu mm. Na kusema kweli, basari imetusaidia sisi, tumejaribu sana kusomesha watoto wetu, hata tuko na madaktari tumesomesha, tuko na walimu. Tunashukuru. Sasa basari hiyo imeleta changamoto kidogo, tukavurutana na gavana, tukaenda kotini, tukapelekwa kotini, koti ikatupatia nafasi ya kuendelea <coughs> sasa juzi tukiendelea hivi tumekuta tena gavana amesimamisha, wao ndo wanatoka sasa, wao kutoa. Hata tukifuatilia wale watoto wanapata ni wachache, na sisi ofisi yangu imeweka ratiba ya wale watoto ambao ni madaktari na walimu tunawasaidia, hata wengine nimewasponsa kulingana na hali yao. Sasa nani anajua kwamba huyu mtoto anasoma udaktari amekuwa anasponsiwa? Nani anajua anasoma walimu kama si mimi ambaye mnamtu mm -hmm. Kwa hivyo tuko na hiyo changamoto saa hii. Pia kuna changamoto zaidi ambayo imekuja, changamoto zaidi ambayo imekuja wanasema, controller of budget, yule mtu ambaye ana control anasimamia budget yote ya Kenya, amesema kazi ya kutoa basari itolewe kwa county kaunti, eh, county isitoe wabunge, ndio wawe wanapeana sawa <coughs> so amesema ni ofisi ya mbunge inafaa kupea kupea kupeana. Sasa sisi pia, unajua kuna mwananchi wa national government na mwananchi wa county. Wakati mnaenda kupiga kura, mnapiga kura sita, mnapiga ya governor na mnapiga ya MP, governor, senator, women rep, MP, MCA na MCA na, na rais, naona sasa leo tukisema tuweke hiyo nini yote kwa ofisi ya mbunge hatuwezi jua kwamba watu wote wanaweza pata, lakini ukienda ukikosa kwa mbunge unaweza pata kwa ofisi ya MC, ukikosa kwa MC pengine unaweza pata kwa mbunge kwa mbunge. Kwa hivyo tuko na changamoto kama hii, ambayo kwa imesemekana basari, pesa yote ya basari isitolewe na kaunti na watu wameenda kotini kupinga, watu wameenda kotini kupinga, wakasema wao upande hiyo kaunti kupitia kwa MMCS ndio hata watoto wao wanapata basari. Kwa hivyo watu wameenda kotini mpaka hiyo koti ishe, huyo controller of budget amesema e, yeye hawezi pitisha pesa yote <coughs> ambayo inahusika na, <usika> na. <coughs> mambo ya basari. Kwa hivyo mimi na, nimesikitika sana sababu kuna watoto naosomesha ambaye saa hii wako nyumbani, wako nyumbani kabisa, wako nyumbani sababu wanasema wakienda kwa MP, saa ingine wanaandikiwa shilingi elfu tano ama elfu nane Mtu ambaye alikuwa na, anasponsiwa akiandikiwa shilingi elfu nane na anatakana alipe shilingi elfu hamsini ata, at, at, at, atapata kusoma kweli? Kwa hivyo ninawasihi na ninawajulisha tuombe Mwenyezi Mungu kwanza, ili hii basari iweze kurudi mali ambayo ilikuwa mm. tuweze kusomesha watoto wetu mm. na najua, tuko na changamoto sana tukikosa basari, tukikosa basari ya ward. Si sijisifu, lakini hii basari limesaidia na watoto kusema kweli, tumesaidia sana, na mimi si mtu wa kuangalia huyu ni nani, huyu ni nani. Bora wewe ni mkazi wa Hermani, tunasomesha watoto mm. Mpaka juzi hii Disemba watoto wameniwekea sherehe kubwa sana hapo, wakiwa wanasherekea, wakaninulia kikombe, wakanichinjia mbuzi, tumesherekea na wakasema kila Disemba watakuwa wanaweka, wataita wazazi, tutasherekea pamoja. hiyo ni ufanisi. mm -hmm. Tuombe Mwenyezi Mungu tuweze kurudisha, tuko na changamoto kubwa, watoto wetu wengi wanaogelea kana maji, si kama zamani, maji ni mengi. maji sahii hakuna, haipiti chini ya pipe. Ai na direct natoka kwa mtu mm. Kutakuwa na kiboko kutakuwa na mama hizi mm. Kanali zetu pia naona bado haijatengenezwa vizuri mm. Hata ni, kuna mtu aliniandikia huyu na mimi jana nasika huyu Kennedy jana usiku aliniandikia message hiyo, message, message nimeforward kwa kwa manager kereni kaambia kuna eh, hapa inaweza katika wakati wote kwa sababu so, maji yamekuwa mengi na kanal bado ile ile tu inatengenezwa tu ile kubwa, lakini hii hii ndogo naona ni muda mrefu sana haijatengenezwa. Kwa hivyo hiyo pia tutashughulikia kae na amani. Hakuna kitu kizuri kama amani, si ndio? Sisi kama tuko na amani, hata tukiwa na njaa tunaweza enda kwenda kwa jirani kwenda kula, lakini kama, kama huna amani, hata ukiwa na pesa inaweza kuwa shida kwenda wewe kutoka kwenda kununua chakula kwa sababu unahofia maisha yako. Kwa hivyo sisi ni mandugu e, sisi sote ni mandugu. Mwenyezi Mungu ametuumba tofauti kwa lugha, lakini mimi nikikatwa hapa sasa, inatoa damu. matiti ya mama yangu nikinyonya, alikuwa anatoa maziwa ya mama yangu huyu, nikinyonya, itatoa maziwa. Tofauti yetu ni nini? tofauti ya dini Tofauti ya dini, hata wakati ya karne ya zamani ilikuwa si ilikuwa na mm -hmm, watu wanaishi pamoja. Kwa hivyo sisi tudumishe amani, sisi ni ndugu ya kila mtu, tuwe ndugu ya kila mtu. Angalie jirani yako, mali unaweza saidia, mali huwezi pia sema jirani yangu amelemewa, tuweze kumsaidia. Kwa hivyo tusaidiane, tusaidiane sawa. Mm, Ramadhani tumebakisha siku kumi ya mwisho, ilo siku muhimu sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Siku ambayo tunaomba usiku na mchana. Wakati tunaomba tuombee nchi yetu pia, tusijiombee sisi peke yetu. Ombee jirani, ombee mgonjwa, ombee nchi mzima ili tu, tuishi na amani, si ni sawa? Kwa hivyo mimi nasema asanteni sana e, Mungu awabariki. Nafikiri nitawachia hapo.